Umeoa Sheikh Musa naam. lakini mke yule alikuwa ameolewa ndoa ya kwanza naam. wewe yako ni ya pili au ni ya tatu, umemuoa, amezaa na mtalaka wake wa kwanza naam. Yaani, mtalaka wake ame, amezaa naye watoto wawili watatu, lakini baba naam. ameamua kulea watoto wake vizuri naam. kabisa, watoto wote wale hey, anawalea kwa sababu mimi najua Sheikh Musa wewe naam no. ukitaka mke na akikwambia nina watoto no. roho yako tayari inajiuliza kwa watoto, nani atawaangalia no. Sasa kwa bahati ya kuambia, lakini watoto na baba yao no. si ni vizuri moja kwa moja ukachukua mke. Nataka tu utuelezee kwa point of your view no. rai yako no. ili maisha ya mkeo no. uliyemwoa amekwamba ashaolewa na no. watoto wake no. ili yawe maisha mkombo, umeyapenda hayakupi wasiwasi, na yule mtalaka wake, kwa sababu mkamba ashaolewa, kuna hatari moja ya kwamba anaweza kuwa na mawasiliano na mumewe wa zamani. Haya no. mambo yamegawika fungu vifungu, na nitaanza cha kwanza. hmm. kuna baadhi ya wanawake wakuu wanapata mabwana vizuri hmm na kuna kuna watu wanapenda wanawake wakuu, mm -hmm. kwa sababu wakijua kwamba huyu ni experienced kweli, mm -hmm. na kuna wengine wanapenda fresh ambao hawajaolewa. Sasa twende hapa kwenye ambapo, Shekhe, wewe ushabahatika umepata mke lekana watoto wake lakini, mm -hmm. kama ulivyosema kwamba watoto wale wamebakia na baba yao, mm -hmm. wote watatu, wanne, watano, wawili, lakini li mradi wamebakia na baba yao mm -hmm. Na hofu kubwa labda kuwa na mawasiliano baina yao mkeo na, na yule mtalaka wake. Hapa ngoja, yaani nikuongezee. Naam. Unajua tumesema wamebaki na baba yao kwa sababu tukisema wamebaki na baba yao, naam. Kuna ihtimal, possibility ya kwamba basi lile shaka lako limeondoka, naam. Kwa sababu watoto wako kwa baba yao, naam. Lakini mfano watoto wale wabakie na mama yao wewe ukubali waje na mama yao pale kwako, naam. Unajua hapa ndio panazidisha shaka moja kwa moja, sababu baba yao atataka mawasiliano, ataka kuja kusalimia watoto wake, na akataziki naam. Yeye ndio anaongoza siku za sherehe, siku kuu naam. Yeye ndio anatuafii. Kwa hivyo atakuwa anakuja kwako kila mara kuangalia watoto wake. Ni jambo ambalo kwamba halitokufurahisha no, lakini ndio tukafupisha, tukasema wanaishi na baba yao, tuchukulie wale watoto na baba yao, shekhe naam. Kuna baba wengine shekhe, wana heshima na ndoa za watu, kweli kabisa, na ndivyo inavyotakana akijua kwamba mama watoto wameolewa, hataki mawasiliano na yeye, wala hataki kwamba wale watoto wawe na msiba na wana kule kwa kule nyumbani kwa mama yao sana, ila kwa dharura shekhi ndio anaambia ni kwa mama yenu zote, siku mbili tatu, ama wiki wiki. Lakini from je, nyumbani kuna baba huyu nayo yuko heshima na ambao ni baba wa heshima kabisa. Alafu kuna baba wa pili ambaye is a no nonsense man. hana heshima na ndoa hana heshima yani, yeye anajua kwamba yule mke bado ni wake mm -hmm. na ni mama watoto mm. Kwa hivyo yani mawasiliano ya kuimara mm. Mfano mtoto anasikia homa, atampigia simu. Pia imefika katika sikukuu kama ulivyozungumza, kama kuna tafrija e, amwita mkamwambia, yule mkamwambia tuende Mombasa tukanunua watoto nguo, kwa sababu wanawake ndio wajua, ndio wanajua, wanajua saizi za watoto sana sana na wanachagua nguo kweli kweli. Sasa mwambia njoo huku Mombasa, huku Marikiti, mimi mm -hmm. Niko huku, ni mwanamume mwingine naye huyo Sheikh, katika hali ya kwamba nimepigwa simu na babake, babake Amina ama babake Kasimu, baba, ili mradi tu kwamba ameniita Mombasa kwa sababu tukafanya shopping ya watoto. Sheikh, hili swali lile nafikiri kwa kwa litakuwa ni zito sana. Zito sana kwa sababu itakujia kwenye akili kumbe mawasiliano yapo ehe moja kwa moja hmm. na watashinda kule Mombasa hmm. the whole day. Hmm. Wakifanya shopping ya watoto. Hofu takuwa wewe intanda katika fikra zako mm. na hapa shekhe, hii ndo itakuwa ina regarega moja kwa moja. Kwa nini waende pamoja? Kwa sababu waende kunula watoto wao nguo. Kwa nini asinde mama peke yake, au asinde baba peke yake, siana ndiana uwezo? Sasa wajua shekhe, hapa huyu mwanamume nimekuambia, yule mwanaume wa kwanza. Anaishma. Anaheshma. Wa pili hana. Manake, huyu wa kwanza kama dadake, ake mm. wakanulia nguo mm. huyu wapili hana heshma, ataikisha kwamba ile ndoa ni promotion. Sasa nikuulize. Naam, ili ahadi hiyo itimie, ameomba ruhusa vipi pale nyumbani? Amekuaga vipi? Amekwambia kwamba nakunyula watoto nguo na nani? Mimi nimeambiwa tu niende Mombasa, na nimeambiwa tu niende marikiti. Ima ametumiwa pesa maki wengine, pesa kutuma pesa, akajificha mahali kwamba ashamtumia pesa, kumbe secretly amemwambia wewe, njoo mahali fulani Unaona, hmm. Sasa wewe atakomba ruhusa we shekhe. Sasa hapa twaja kuhusiana na huyu aekwamba hana heshima, naam? no. Kumbe ikiwa ile jambo amekuaga kukudanganya, naam? no. Kwamba mimi naenda kufanya kitu kadhaa, kumbe no. Aenda kukutana na ule x wake. E, manake huyu bibi angekuambia ukweli kwamba nimepigiwa simu na baba wa watoto ungekubali? Ungekubali? Ah, sasa tuje hapa hapa, kumbe huyo mke basi ndiye mwenye ukosefu wa heshima zaidi. Yeye ndiye wa kwanza, ndio kwanza. Wa pili yule mume, kwa sababu yeye anakuaga e, ruhusa sio? Naam. akwambia anaenda kufanya hivi kumbe anaenda kufanya hivi. Naam. sasa inawezekana pia akakuaga na mume mwingine, achana na huyo E moja kwa moja, si mwaminifu, si mwaminifu kwa sababu shekhe huyu mm. tayari ameonyesha dalili kwamba yeye si mwaminifu alafu, pia ni kwamba bado ana mapenzi na yule bwana wa kwanza, mm. na tumesema bwana ambaye tumesema kwamba yeye mm. anakuisha mawasiliano, ni kwamba yeye anataka kuvunja ile ndoa, shekhe, mm. na watashinda Mombasa, yatakofanyika kule, shekhe, una habari nayo. Sasa moja kwa moja itakuwa ile imani ya mapenzi juu ya bibi huyu itakuwa inashuka. Kwa hivyo mawasiliano yapo. Yapo. sasa mimi nikikuuliza Sheikh Musa no, utakapojua mawasiliano yapo wewe utafanyaje? Naam. Kitu cha kwanza kabisa, kwanza ni kumuuliza huyu mke kwanza, mawasiliano ni ya nini kwanza, na huyo ushaachwa, Naam, na uko hapa Naam. Simwambie moja kwa moja kama kata mawasiliano mm, nataka kujua haya mawasiliano Nya nini? by now ni ya watoto. Very good, yeah. Meregud mm. Sasa kama ni ya watoto, kata mawasiliano, wacha hawa watoto wabaki na baba yao, kama wabaki na baba yao mm. Kama kuna ripoti yoyote shekh, mm. Wacha huyu bana apige ripoti kule kwa kwa bibi nyumbani, huyu bibi kwa nyumbani, sio kwako wewe aa, utakuwa na mawasiliano naye aa, apige ripoti kwa mkwewe wa zamani, kwa mkwewe wa zamani mm. kwamba mtoto na ABCDE ili sasa itakuwa ni rahisi, aidha ujulishe wewe ama ujulishe yule mkeo, lakini si direct contact, aidha na mkeo ama na wewe hmm, kwa sababu wajua, nyinyi mtavurugana, mtavurugana hmm, na yeye. Kwa hivyo shehe, cha kwanza unamuuliza, haya mawasiliano ya nini? Maana ni kukata mawasiliano hmm, eh, unakata mawasiliano hmm, na ikibidi pia unabadilisha namba ambayo yule bwana haijui tena, hmm. Manake ni vizuri pia ukiwa mke, shehe, ile namba ya zamani alikuwa akitumia, hmm, uiondoe ili wale ambao walikuwa akiwasilia naye sasa, haya nafikiri yanamhusu mke, kwa sababu kuondoa namba, kukata mawasiliano na kuchukua namba nyingine, haya yanamhusu mke, kwa sababu hata ukimpatia namba nyingine bado anajua ile mm. na ni kumkatisha mawasiliano, nimwambie kwamba yule mume hivi sasa amekuacha, mumeo ni mimi. Kwa hiyo kwanzia leo, kwanzia hivi sasa kwenda mbele, usijaribu kwa karibu na yule bwana maana yake hauko tena kule. Kwa hivyo sisi tukiwambia jamii ni kwamba wao oh, wanatusikia haya maneno yanawaathiri kama yanavyotuathiri sisi, naam. na je, kuna percentage gani ambayo kwamba imepokelewa ya kwamba mke ameolewa na mume wa pili, lakini akawa bado anaangalia nyuma, bado ana mawasiliano na, na mume wa zamani. Nafikiri na wenye kuangalia watatuambia Je, kuna visa vimepokewa namna hii vingi? Percentage... Vingi, eh? Vingi, vingi, eh. Na vingi na ndio unaona kwamba sasa yeye ameolewa ndoa ya pili, lakini anaachika kwa sababu ya kuhisha ku maintain yale mawasiliano na wale wa zamani, na zipo eh, riwaya ambazo kwamba zimekuja nyingi, nyingi, kwamba mke kaachwa ka ana mumewe mpya, lakini amewahi kwenda kuangalia mume wake wa zamani naam. Ima ni nyumbani au ni hospitali au ni kwenye tafrija fulani no. na wakakutana, wakapiga picha pamoja na wakafurahika pamoja. Zote zimepokelewa hizi, nyingi tofsini, tumepokea nyingi shekhe sasa, beti... Sasa swali ni kwamba huyu bwana sasa no. ikiwa umempeleka bibi yako no. kwenye tafrija ambao kwamba mume wa zamani wake yupo, wewe no. unafikiria nini sasa <coughs> kama umempeleka wewe hasa, twende pamoja na akakushika mkaenda pamoja, wewe wafikiriaje sasa, yani hapo. Mm. kabla sijatoa fikra yangu shehe ni kwamba umeendana pamoja alafu warudi nyumbani pamoja, munamwacha kule kule <coughs> kuna wengine wanamwacha kule, endelea na shughuli, kwa sababu hii inakuhusu wewe vile vile, na wengine anakuja na nyumbani yote yote.